Kuhusiana was... na uhusiano wako na uh, Ndindi, Ndindi, Nyoro. Ndindi. Ndindi Nyoro is a very fine gentleman huyo, mm. Kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Najua, eh, eh, watu nafikiri, mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi alimesema ya kwamba eh, Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman, unajua muda wa viti chairman wote wa makamati bunge, ilifika old chairman ilifika muda waka, waka, waka, muda wao ikaisha, ikawa tufanya tena eh, election, mambo ya chairman vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every, every person offers themselves for to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa si, sijui wewe kama unajua kama Ndindi Nyoro offered himself to be reelected as the chairman of the committee. I don't know whether he did but, and I don't know uh, what, what uh, how the MPs decided kwa um, sababu wacha tu nimalizie yes. Ile kitu mimi ninajua mm -hmm. ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenyekiti zitaenda upande wa e, upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman kumi na mbili out of 25, watu wa Rift Valley walikuwa na chairman tisa. Out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti tatu, watu wa mlima waondoke viti tatu ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa part ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule, Rigadhi Kashagwa. Na alafu mimi nataka li... ni sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa nimesha Okay. nimeshakwambia <laughs> huyo kijana, mheshimiwa huyo, <laughs> kijana Ndindi <laughs> eh, <laughs> Nyoro ni, ni kiongozi ni kati ya hawa vijana ambao nawalea na, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii namna hii eh, hawa kina Kimani Ichungwa kina hawa vijana wengine wadogo wadogo hapa na wapanga panga.